Katika video hii napenda kuongea na vijana vijana wa Ifakara Mjini. Ndugu zangu, naitwa Golavu Nyagawa, ni mgombea wa kiti cha udiwani kata ya Ifakara Mjini. Naomba kula za ndio kwa kishindo kwa vijana wote wa Ifakara. Sitawaangusha. Vijana ndio taifa la leo. Nitahakikisha mnapata mikopo, nitahakikisha fursa za michezo zilizokuwa na tija zinakuepo. Tutafungua ma academy, tutakuwa na festival mbalimbali ili kuhakikisha fursa kwa vijana zinakuwepo. Kwenye upande wa utalii utakuwepo uvuvi na kilimo, kwa hiyo tutahakikisha mikopo inapatikana. Tutahakikisha waendesha bajaji wanapata bajaji kwa urahisi. Tutahakikisha waendesha bodaboda wanapata bodaboda nyingi na nzuri. Tutahakikisha tuna semina za kutosha ili kuhakikisha kwamba kila moja moja ana, anapata ana maendeleo yaliyoko mazuri bila kulegalega, na pia mwisho tutahakikisha tunatengeneza mfumo mzuri wa kufundisha TEHAMA vijana wengi wakajiajiri kwenye teknolojia. Asanteni sana, nawapenda sana, naomba kura za ndio nyingi sana.